Ebana, kumekuwa kuna taarifa za kikao kati ya uongozi wa klabu ya soka ya Young Africa na mawakala wa kiungo mahiri ebana, Feisal Salum Fei Toto kilicho kilicholenga kujadili uwezo, uwezo wa kumrejesha sasa nyota huyo kwenye klabu ya hapo Young Africa kuweza kurejea Jangwani. Katika mazungumzo hayo, Young Africa Sports Club wameweza kueleza utayari wao wa kuweza kutoa kiasi cha takriban shilingi milioni 800 ambazo kama sehemu ya makubaliano ya kuweza kumrejesha mchezaji huyo. Hata hivyo, klabu hiyo inapende, inapendekeza malipo yafanyike kwa awamu mbili ambayo itakuwa ni milioni 400 zitakazotolewa awali lakini pia kiasi kinachofuata kitatolewa hapo mbeleni. Sasa zaidi zaidi ni kwamba Young Africa wameweza kuonyesha nia wanaweza kumjengea nyumba kwenye kiwanja chake kilichopo jijini Dodoma e, kama sehemu ya motisha kuweza kuonyesha dhamira yao ya dhati katika mchakato wao ambao wakuweza kumwania mchezaji huyo kuweza kurejea katika mitaa ya Jangwani. E bana, hili ni dili la namna ambayo e, vilabu vya Ligi Kuu Tanzania Bara vinazidi kuendelea kuonesha nia ya kuweza kuwania e, mchezaji huyo, na yote hii imeibuka tu mara baada ya Azizi e, Ki kuweza kutokomea huko Wydad Casablanca, Morocco. Sasa e, Faisal Toto imeonekana kama ndo pengine labda kuweza kuziba lile pengo la Azizi Ki, na kama unavyofahamu kwamba kabla ya kuweza kuondoka Azizi Ki, walipokuwa wakicheza pamoja Azizi Ki pamoja na Faisal Fei Toto inaonekana kabisa kwamba ilikuwa ni bato la wachezaji wawili kuweza kuwania namba moja. Sasa ifi, kweza, sasa hivi eh, inaonekana kabisa kwamba kuweza sasa kuendelea kuwania sasa saini yake Feisal Fei Toto ambaye sasa hivi yupo akiendelea kukiwasha kwenye eh, klabu ya Azam FC. Tupe mtazamo wako, kwa mdau wa soka kutoka kipande chochote ambacho upo right now, uko mtaza na mtazamo gani kuhusiana na hili eh, dili ambalo linaendelea la Fei Toto dhidi ya klabu ya soka ya Young Africa kutoka mitaa ya Jangwani. Subscribe kwa taarifa kadha kadha. E, chao chao.